Watazamaji wa chano yetu ya Bataz Local Poultry Breeders tunawashukuru sana. Tuna kweli tunashukuru kwa sababu mnatuchangia, mchango wenu ndio unasababisha huduma zetu zifike kwa watu wengi na wengi kweli. Mchango wako wa ku comment wa ku like na ku share na kusubscribe pia kwenye chano yetu ya Bataz Local Poultry Breeders ni mchango mkubwa na kweli tunashukuru mucango wenu kwenye ku sabuskraibu na mucango wenu ndio unatuwezesha tuweze ku yetu ufugaji wetu uendelee. Tunawashukuru sana, Mungu awabaliki siku ya leo. Tumerudi kuwawonyesha kuku zetu baada ya mwezi, zinalinganaje, zikoje? Kuku zetu ndio hizi, mwezi umefika. Tulianza, tulianza safari wote, tuliwaonyesha siku ya kwanza, wakati tuna wakati wa kupokea vifaranga. Tumetembea muda wa mwezi mzima, kila baada ya siku saba tulikuwa tunachanja kuku hizi. Hiyo ni moja ya kazi tunayo tunazofanya ndani ya brooder Huwa tuliwaambia kwamba tunaziwekea moto na jiko letu ndio hilo lililofunikwa na bati. Kwa nini linafunikwa? kuku hizi zisije zikaruka, zika, zikaanguka kwenye moto, tunazuia ajali za kujitengenezea ajali kwa sababu ya uzembe. Huwa tunajitahidi tuna, tuna sana kuzikwepa, lakini Mungu tunamshukuru sana kwamba mwezi umefika, ume, ume na baada ya mwezi vifaranga vinalingana hivyo. Kuna kifaranga hichi, sijui kwa kiswahili chinaitwaje, unaweza ukaniandikia kwenye comments, comment section hapo. Hata nyingine hii hapo inakwanga kama nywele ambayo hazijachanwa, mtu asipo asipochana nywele zinavyokaa sasa. Na manyoya ya kuku hizi yanakaa yanaka hivyo, kama hii nyingine hii hapa, zima nyingi nyingine hiyo hapo lakini hizi hivi ndio vifaranga vyetu, na kukukumbusha wewe mtazamaji ambaye una, una, una, unaangalia chano yetu unaangalia video yetu kwa mara ya kwanza, sisi ni wafugaji wa kuku za chenyeji. Kuku za chenyeji zinaweza zikafugwa kama biashara, na biashara ya ukweli, kwa sababu kuku hizi haina haja ya ku kurudi uliponunua vifaranga, kwamba nimeshaziuza hizi kuku baada ya kukua, sasa nahitaji na, na vifaranga vingine, ndio maana nimerudi. Amna kuku, tunachokuambia ni kwamba ukinunua hizi, hizi kuku, ukinunua vifaranga hivi baada ya mwezi mmoja, au ukinunua vya hivi baada ya sisi kuvilea kwenye chumba hichi kinachoitwa bruda hatutegemei kwamba utarudi kununua vingine, hamna, kwa sababu baada ya miezi minne na, na wiki tatu vifaranga hivi vya, vya, vya, vya aya majike yanaanza kutaga. Yakianza kutaga, tunatakiwa tutuweke jogo na hesabu eh, inakuwa kwamba kila jogo moja tunaiwekea tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, majike sita hadi nane. Haya ndio mahesabu yetu na baada ya hapo tapata mayai ambaye, ambaye yana uwezo ya, kuto, ya kutotoa. Ndio maana tunakwambia kwamba atutegemee kwamba utarudi kwetu kununua vifaranga tena, amna. Au ukipata haya majogo nani, kununua hizi kuku majike baada ya miezi minne na wiki tatu, ukiviwekea chakula kama tunavyokufundisha hapa itaanza kutaga. Utaweka jogo jogo moja iweke yesadie e, majike sita, saba au nane usizidishe, ili ukipeleka mayai kwenye mashine ya kutotolesha upate vifaranga vingi kwa mayai utakayopeleka. Kwa mfano ukipeleka mayai mia utapata vifaranga vingapi? Inategemea na jogo moja uliwekea vifaranga vingapi. Na baada ya hapo sasa utakuwa na uwezo wa kupanua banda lako kwa sababu kila, kila wiki utakuwa na, na uwezo wa kutotolesha vifaranga, inategemea na unapereka tray za mayai ngapi kwenye mashini ya kutotolesha. Ukipereka mayai wiki ya kwanza utarudi bila vifaranga, ukipereka wiki ya pili utarudi bila vifaranga, ukipereka wiki mayai kwenye mashini ya kutotolesha baada ya wiki tatu utarudi sasa na vifaranga na kuanzia hapo, kama un un unaendelea na kupeleka mayai kila wiki uta, uta, utakuwa na mfumo kwamba una, unaenda na, na, na mayai ya kutotolesha unarudi na, na, una na vifaranga vya yale mayai ambayo yameshaka kwenye mashine baada ya wiki tatu. Usisahau mtazamaji wetu kwamba hata kama mayai unayapeleka kwenye mashine ya kutotolesha sio kwamba mashine inageuza ina, ina, ina, ina mfumo kabisa Mungu alioumba kwa sababu mayai ya vifaranga, mayai ya kuku yanakaa kwenye mashine ya kutotolesha siku ishirini na moja kama kuku yenyewe ikiyatamia. Muda itakayotumia mfumo haubadiliki. Ile mashine inasaidia tu kuweka joto inayotakiwa, na kama maji, maji kiasi, au kwa kwa kiingereza tunaita humidity. Ni kama tu upepo ambao una unatumaji kwa mbali ili liai liweze kutotoa vizuri. Tu ndio maana tunakuambia, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kushauri, kama unaweza kama una nafasi kama hii, unaweza ukaanza biashara hii ya kufuga kuku, hautajuta hata kidogo, kwa sababu kuku za chenyeji ukizifuga, una uwezo wa kupanua banda baada ya muda mfupi tu. Sisi hapa kila wiki, hata sasa hivi tuna mayai trei arobaini ndani, tunategemea kwa yapereka mashineni tuweze ku tena kuweka kwa, kwa, kwa, kwa sababu ya hawa hao wanayotuweka wanayolipa kwamba wanahitaji vifaranga, ili baada ya siku ishirini na moja waweze kupata vifaranga. Ndio maana tunakwambia kwamba na wewe unaweza kama mimi naweza, kwa nini usiweze? Na uzuri wetu ni kwamba tunatoa tuna, tuna, tuna, tuna mafundisho kwa ada. Kuna ada ya kulipa, lakini sio kubwa. Kama mtoto wa chekechea anaweza na, akalipa milioni ya shilingi, kulingana na wewe sehemu ulipo. Hapa kwetu Uganda kuna kuna chekechea zina watoto wanalipa ada ya chekechea milioni moja na zaidi lakini mtoto huyu hata hana, hana ndoto, hajui kwamba atafanya kazi gani, lakini ada kubwa tu. Lakini sasa ukilipa, nikikwambia kulipa elfu thelathini za Tanzania au elfu hamsini za Uganda, tukupe mafundisho ili na wewe uweze we, we, we, we, we, we kuanza hii biashara, kazi ya kichwani, wengeza wanaita skill kwamba hautapoteza skill hiyo kwamba nimeshasahau sasa, mimi siwezi tena. Naona inafaa, unasema it is worth it. Na wewe unaweza. Njoni jamani, tufuge kuku. Hizi kuku zetu za kienyeji nzuri sana. Muda sio mrefu tutaweka video ya kuonyesha kwa nini tunafuga kuku hizi za kienyeji. Niliweka kwa kwa lugha tofauti nitumia Kiganda na Kiingereza, lakini bado sijaweka video ya, ya Kiswahili ya kuonyesha kwa nini tunafuga koko hivi, lakini muda sio mrefu nitaiweka. Mungu awabariki wa, lakini nakukumbusha wewe ambayo unatazama una, una, una, una video hii kwa mara ya kwanza, nakuomba tu ubonyeze hapo hapo juu kwenye neno subscribe subscribe utakuwa umechangia programu yetu, video yetu aweze kufika na huduma zetu ziweze kufika kwa watu wengi. Utakuwa umetuchangia na mchango wako utakuwa mkubwa kweli, na kama umesha oh, oh, subscribe, nakuomba tu, nakukumbusha endelea tu kulike na, kuomba, e, tuku like, na kuna, kusambaza video yetu na, na, na, na wasalimia wanayotazama video yetu Afrika Mashariki nzima huku Tanzania, ndugu zangu kutoka Tanzania, nawapenda sana asante sana Tanzania. Naichukua na, na, na, na, naiona kama kwetu au nyumbani kw, nyumbani, mbali ya nyumbani, nisipokuwa nyumbani, nyumbani ni Tanzania. Nawapenda sana, asante sana kwa kusubscribe. Na marafiki, mmeanza kuniuliza maswali na najitahidi sana kuwajibu na nawajibu kwa wakati E, rafiki zangu na ndugu zangu kutoka Kenya, nawashukuru sana, asante sana ku, ku, ku, ku, ku, ku, chan, kusubscribe na kuangalia video zetu na kuwasiliana na sisi. Watu kutoka Rwanda, Burundi, Congo, Malawi, Zambia, tunawapenda sana ma, wateja wetu kutoka Saudi Arabia, kutoka Dubai, watu kutoka Canada watu kutoka Germany, popote ulipo, tunashukuru sana kwa mchango wako, na tunakuomba tu endelea kuangalia video zetu ende, ende, endelea kutuchangia, endelea kukomenti muda mwingine Kiswahili, kwa sababu sisi huku kutoka Uganda, muda mwingine Kiswahili kinatuchenga kidogo lakini tunajitahidi, mi bado najifunza, mi bado mwanafunzi wa Kiswahili. Ukisikia nimeteleza kidogo, naomba tu kwenye comment section niwekee kwamba hapo ulikosea ol kidogo, hilo neno linaitwa hivi, ungesema hivi. Sitanuna na, na, na, na, na, na, na, na, na kuahidi sitanuna, lakini nitashukuru, nita, nita nitafurahi kwa sababu utakuwa umeninyosha. Wewe tu ndio utasababisha huduma zangu ziendelee ku, ku, ku kuboreka au kuwa bora, nisije nikakosea tena. Kama nimekosea tena, nakuomba tu eh, kimbia tu kwenye comment section, niambie kwamba, niandikie kwamba ongesema hivi, au ongesema kwamba Kiswahili chako ndio chitanyoka. Lakini nilikuwa na naongelea huduma kwamba huduma yangu itakuwa nzuri zaidi, itakuwa nzuri kwa watu wanayoelewa Kiswahili. Nawashukuru sana, asante sana kwa mchango wenu, njoni mtuunge mkono, njoni tuanze biashara hii. Ukianza kufuga sitapata hasara, amna. Watu wanakula kuku kila siku, soko lipo kubwa tu, usiwe na wasiwasi kwamba watu tayari wafugaji tayari wameshakuwa wengi, amna. Usiwe na wasiwasi, wewe fuga tu, fuga vizuri. Kuku ikifikisha miezi minne na wiki kama mbili tatu, au minne na nusu, ikiwa jogo itakuwa nzito vizuri tu, ukiilisha ok -ok, kama tunavyokufundisha unachanganyaje chakula ndio maana nakwambia, njoo njooni tu tukufundishe, hatuna roho mbaya, amna. Njoo tukufundishe. O, mmoja ya jiunge kwenye kundi la wafugaji wa kuku za kienyeji. Mungu awabariki sana, asante sana.